Vodacom, kazi ni kwako. Wako wengine wanalalamika lalamika, wanasema tunawanyanyasa iji haki za binadamu, ati kwa sababu tunawatangaza hadharani. Kwa hiyo wao walikuwa na haki mno kuwaibia hadharani Watanzania? Waliwaibia watanzania hadharani, lazima tuwatangaze hadharani Mateso walioyapata watanzania mamilioni kwa sababu ya kuibiwa na hawa wachache, lazima na wao waanze kupata hayo hayo mateso. Kwa hiyo, kama ni haki za binadamu ziko haki za binadamu tu kwa matajiri waliokuwa na naiba, haki za binadamu kwa hawa walioibiwa, hakuna haki. Kwa hiyo unaweza ukaona hata hawa wanaowatetea nao ni majipu, nao tutaanza kuwafuatilia Hata ukimtoa huyo, hata nikimsema hadharani, wanasema hata nimefanya kosa. <coughs> Lakini kwa bahati nzuri aliyewateua ni mimi na niliwataja hadharani. Sasa kwa nini wafurahi kutajwa hadharani siku ya kuteuliwa, wasitajwe hadharani siku ya kutumbuliwa? Kwa sababu hao ndio saizi yangu ninaotumbua, kama ni mkurugenzi wa manispaa au wapi, nimemteua mimi. Wanasema hata apewe muda wa kujieleza ajieleze. Yeye aliwapa muda wananchi aliokuwa wanawaibia kujieleza kwao? Kwa hiyo nataka niwahakikishie ndugu zangu, wana CCM, sisi tutaendelea kusimama imara. Tunataka Tanzania iwe Tanzania yenye neema. Tanzania ni tajiri, ina kila kitu, ila pamekuwa na watu wachache ambao wameitumia vibaya sana nafasi zao. Mpaka leo, kwenye rekodi ya leo, wafanyakazi hewa ambao wa tumewatoa kwenye rejista wamezidi elfu saba na mia saba. Elfu saba na mia saba. Na bado uchambuzi unaendelea sasa mnaweza mkaona muka, kama kuna wafanyakazi hewa wa namna hiyo ndani ya serikali, hizi fedha zote zinazolipwa mabilioni ya fedha yangeweza yakaenda kwenye huduma za afya, yangeweza kujenga mahospitali, yangeweza kujenga mashule, yangeweza hata kuongeza mishahara ya watumishi wanao, ambao wanafanya kazi, yangeweza kujenga barabara na kadhalika. Hii ndio imekuwa trendi, ndio maana nimesema wakati umebadilika sasa, hawa lazima tuwashughulikie. Niwaombe tu viongozi wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu sasa hivi kampeni zimeisha na nimesema yaliyopita si ndwele. Tulifikia mahali kwa kutokuaminiana, tukishajenga tendency ya namna hiyo katika chama, tutakuwa tunakiua chama na hakuna yoyote atakayefaidika. Leo tuko hapa kwa sababu wote tunajiona ni ndugu wapendwa, tunapendana. Ndio maana nasisitiza sana ndugu zangu, viongozi wenzangu, tusiende kufumua makaburi. Makaburi tuyaombee yapumzike kwa amani. Sisi twende mbele tushikamane katika umoja wetu ndani ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya maendeleo ya nchi yetu na chama chetu cha Mapinduzi. Ni lazima nenye viongozi wa Chama cha Mapinduzi mkasimamie kero za wananchi, mkasikilize matatizo yao, mkawahusishe viongozi walioko kule wa serikali katika kutatua matatizo. Mtu anapokuwa mama anasumbuliwa hata kiwanja au ardhi au hospitalini au huduma yake yoyote, akinyanyaswa na halmashauri au na chombo chochote au hata na katibu tarafa, lawama zitaturudia sisi, chama cha mapinduzi, kwa sababu wao hakuna kitu kingine wanachokijua bali ni chama cha mapinduzi. Akitukanwa, akinyanyaswa, hata kama ni hospitalini akitoka kule atasema ni chama cha mapinduzi. Sasa tusibebe dhambi ya kuwalinda wabaya.